Naitwa Juma Mwesigwa, kiongozi wa BF Suma Tanzania. Tupo Kahama, lakini tunayo maduka ya BF Suma uh, Kahama. Tunayo duka la BF Suma Shinyanga, ghorofa la NHC ghorofa ya 4, lakini pia tuna duka mahakama ya mwanzo pale Mwanza. Uh, kwa sasa tunapenda kuanzisha programu ya vijana kuweza kufundisha mfumo mzima wa biashara Uh, tunasema network marketing ambayo tunatarajia kuianzisha mwezi wa tano. Kwa hiyo tunaomba vijana ambao wanapenda kujifunza biashara hii basi wajitokeze. Tutaweka namba zetu, tutaweka mawasiliano yetu ili mtu yeyote ambaye anapenda aweze ku, kuja kujifunza. Mafunzo haya yatatolewa ni bure, lakini mwanzoni tunahitaji vijana kumi ambao wako tayari. Wako tayari kujitoa, wako tayari kujifunza. Tunaamini kwamba ajira ni, ni, ni kipengele sasa hivi. Mtaani kuna watu wana vyeti vyao majumbani, kuna watu wanatafuta kazi usiku na mchana, na kuna watu ambao leo wakitangaza kazi wanaenda kuomba, wanafanya interview kwa kutumia nguvu nyingi, wanasafiri, wanafanya nini, lakini mwisho wa siku kazi wanakosa. Lakini kumbe ajira ziko rahisi sana, ambapo wewe utatumia muda mfupi sana kujifunza, lakini mwisho wa siku ukishakaa kwenye njia utakuwa umeenda. Kwa hiyo nawaomba vijana wale ambao wanaweza kujifunza wa kike na wa kiume, bila kujali umeishia darasa la saba, umeishia kidato cha nne, umeishia kidato cha sita au umeenda chuo kikuu, una masters, una degree, wewe njoo, kwa sababu mwisho wa siku hii ni biashara ambayo kila moja anaweza kujifunza na kila moja anaweza kufanya. Mtaji wake ni mdogo sana sana sana, isije ukafikiri kwamba unaenda kutafuta sijui li mtaji la aina gani, lakini mwisho wa siku tunajifunza bure na matokeo ni makubwa sana, ju upate ajira, ju ujifunze ili mwisho wa siku uweze kutengeneza maisha yako ya baadaye. Naitwa kiongozi Mwesigwa, karibu sana BF Suma Tanzania.